Je, unafahamu ni nchi zipi zilizofanya juhudi za kuleta amani nchini Kongo kuanzia mwaka 1996? Na hizi ndizo nchi tano zilizoshiriki katika harakati za kutafuta amani nchini Kongo na mafanikio yao na muda wa amani yaliyodumu. Nchi ya kwanza ni Afrika Kusini, ilishiriki toka mwaka 2001 mpaka mwaka 2003 na majukumu yake yalikuwa ni kusimamia mazungumzo ya Sun City na kuunda serikali ya mapito mwaka elfu mbili na tatu. Afrika Kusini ilifanikiwa kuwezesha uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwaka elfu mbili na sita. Amani hii ilidumu takriban miaka mitatu, lakini kuanzia elfu mbili na saba wahasi hususan mashariki mwa nchi walianza tena ghasia. Cha pili ni Rwanda na Uganda, ilishiriki kuleta amani toka mwaka 1998 mpaka mwaka 2002. Majukumu yao yalikuwa ni kuondoa majeshi yao baada ya kushiriki katika vita na kusaini makubaliano ya Rwanda na Patrolia. Rwanda na Uganda ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuondoa majeshi yao kutoka DRC Congo na kupunguza moja kwa moja uingiliano wa nchi za nje za kijeshi na kwa upande wa Rwanda na Uganda, amani ya kidiplomasia baina ya DRC Congo na majirani ilidumu kwa takriban miaka mitatu mpaka minne. Hata hivyo, vikundi vilivyoegemea kwao, hasa mashariki, viliendelea kusababisha ghasia. Nchi ya tatu ni Angola. Miaka ya ushiriki ni mwaka 1998 mpaka 2003. Jukumu kubwa ilikuwa ni kulinda serikali ya kikabila dhidi ya waasi kusaidia mazingira ya mazungumzo. Udhabiti wa serikali ulidumu toka mwaka elfu mbili na tatu mpaka mwaka elfu mbili na sita lakini uasi uliendelea baada ya hapo katika baadhi ya maeneo. Na nchi ya nne ni Tanzania. Tanzania ilishiriki toka mwaka elfu mbili na kumi na tatu mpaka sasa, na jukumu kubwa ilikuwa ni kuongeza Force Intervention Brigade, FIB dhidi ya waasi kushiriki katika mpango wa amani wa Adis Ababa elfu mbili na kumi na tatu na, na mafanikio ya Tanzania huko nchini Congo ilikuwa ni kushinda M23 mwaka elfu mbili na kumi na tatu elfu mbili na kumi na tatu mpaka elfu mbili na kumi na, na sita, kulikuwa na utulivu wa kiasi, lakini waasi walirejea tena mpaka mwaka 2021 mpaka mwaka 2022 mpaka M23 walirudi tena. Na nchi ya tano ni UM Monusco. Miaka ya ushiriki kwake ilikuwa mwaka 1999 hadi sasa. Jukumu lake kubwa ilikuwa ni kusimamia amani, kulinda raia, kusaidia uchaguzi na mafanikio yake yalifanikiwa kwa asilimia 95 kusaidia uchaguzi wa mwaka elfu mbili na sita kulinda raia katika miji muhimu, utulivu wa kitaifa ulioonekana elfu mbili na sita mpaka elfu mbili na kumi lakini migogoro ya mashariki haijawahi toweka kabisa. Je, ni tathmini zipi za nchi hizi tano katika uwepo wa kuleta amani? Tathmini za hizi nchi tano ilikuwa ni kusaidia kuleta amani nchini Kongo, lakini kutokana na migogoro ya hapa na pale ya kisiasa haikuweza kuleta amani kwa asilimia zote. Langu jina ni Restuta Cheupe John wa SauTV.